Kwanza mimi ni mwanamichezo mwenzao. Kila mwaka huwa tunafanya michezo, isipokuwa mwaka huu wameandaa wenyewe kwa ajili ya kunisapoti. Kwa hiyo mimi nitakapopata ridhaa watarajie kwamba nitaendelea na michezo kama tulivyokuwa zamani, tunafanya mashindano mbalimbali ya michezo. Lakini pia nimeshukuru kwa sababu wa wapiga kura wengi sasa hivi ni vijana, na vijana kama ulivyowasikia hapa wanajihamasisha kwamba Oktoba tunatiki, na wamesema wanatiki kwa Mama Samia, ina maana wanatiki kwa CCM, kwa wabunge wa CCM pamoja na madiwani wa CCM. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana wana michezo na niwaombe waendelee, kwa sababu kama walivyoona ni vijana wengi sana hapa, badala wangekuwa kwenye mambo mengine ambayo sio ya maana, wako hapa wanafanya mazoezi mm. Saa moja, kati ya vitu ambavyo vimekuwa changamoto pia ni maeneo ya kuchezea. Kuna mm. watoto wengi sana wenye vipaji mm. lakini shida ipo kwenye maeneo ya kuchezea jimbo lako lina maeneo mengi sana ambayo mm. bado yana uwazi, pengine katika kuhakikisha kwamba maeneo hayo yanaendelea kubaki wazi, ridhaa ikipatikana, misingi ambayo itakayotengenezwa kuhakikisha kwamba hayaingiliwi na vijana waweze kucheza. tuna, tuna, tuna uwanja ambao uko pale Segerea ambapo tulianzia unaitwa Tototundu. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunaufuatilia ule uwanja kwa ajili ya kuboresha ili vijana wote wanafanyia michezo pale mm. lakini pia tuna viwanja vingine Segerea. Uh, nani, Kinyerezi na viwanja vingine Kiwalani. Kwa hiyo vyote tunafuatilia at least tupate viwanja vitatu. Mimi naitwa Richard Kasesela, ndio mratibu wa kanda ya Dar es Salaam wa kampeni za uchaguzi kwa mwaka huu 2025 na nimekuja mkoa wa Dar es Salaam kuja kushuhudia jinsi wananchi watakavyojitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura. Nimefurahishwa sana na hii bonanza ambayo imeendelea leo sababu moja ya kitu ambacho tunapata changamoto hasa sisi ni afya. Afya tusipoiweka sawa kwa kweli, tunapata changamoto kubwa na huwezi kufanya lolote bila afya. Lakini kubwa zaidi nimegundua asilimia tisini na tano ya walioshiriki katika hapa ni wapiga kura. Kwao tumechukua nafasi pia kuhamasisha watu waende wakapige kura kwa sababu ibara ya kumi, ibara ya ishirini na moja ya katiba yetu inamtaka mwananchi kwenda kupiga kura kama haki yake ya kumchagua kiongozi anayemtaka kwa ajili ya maendeleo. Lakini kumekuwa na vijineno vidogo vidogo, watu wanajaribu kuzuia kupiga kura, wakati hana sababu ya msingi ya kumzuia huyo mtu kupiga kura. Kwa mimi interest niliyofurahia hapa, jambo kubwa lilonifurahisha kuliko yote ni kwamba vijana wote takriban karibu elfu kumi kumi na tano waliokuja hapa wameonyesha nia ya kwenda kupiga kura tarehe 29 Oktoba.